Bwana e e, kama ingekuwa Alhamis basi tungeita throwback Saturday, lakini hapa sio Alhamis wala nini, hapa ni maktaba ya burudani hapa. Kinachotakiwa kufanyika hapa ni kitu kimoja tu, vibe pamoja na story mbili tatu, nini la kujoin na wana, ili mradi tu ipatikane mizuka ya kutoka hapa hapa kupitia HQ of Entertainment, hapa nazungumzia Kolila Media, alafu kuja kwako huko ambapo ulipo, alafu inakuwa fresh kabisa. Sauti ambayo unasikiliza sasa hivi nyuma ya kipasa ni sauti ya mtu mzima, Pindo Rhymes, totally Jamaica somebody talented boy, niko hapa kwa a ya kukuletea yale ambayo yalikuwa mazuri kabisa, na Ngwea ni mmoja kati ya marapa ambao hawakuwahi kabisa kutokea katika kiwanda cha muziki wa hip hop. Umahiri wake wa kufreestyle pamoja na kuandika kuchana ilikuwa ni noma kabisa. Ngwea pale ambapo atapotokea aisa ikiwa katika vikundi mbalimbali vya michano, lakini pia asa kwenye freestyle tofauti tofauti, hapa anazungumzia kwenye radio station pamoja na tv station. Ngwea kile ambacho atachokifanya atachokifanya ni cha utofauti kabisa. Ngwea alikamata bonge moja la ghetto pale Kinondoni, alafika watu fresh Umeelewa Ngwea, akaona sokes, ya nini mimi na ghetto kali alafu nisilisifie. Akaona cha kufanya ni kulisifia bonge moja la ghetto ambalo alikuwa analimiliki mjomo wesi huyo. Sifia ghetto kinoma noma. Ngwea kuna siku akatoka zake nje akaona sokes, Ngoja nende zangu club nikapiga kidogo mbili tatu. Ngwea alitoka zake kimya kimya mpaka main floor fulani hivi ya club. Umeona bwana, akaenda pale akavibe, akiona wanae kibao. Umeona bwana piga mitungi piga mikasi Samuel. Ivozidi kwenda Ngoya alivyojikuta kwamba niko mitungi, akaona sokes ngoja nisogeze kwa wana, alafu wana, ni bonge nao design kama wao waamue kunipa mimi mchongo. Ona oya, sikia, mimi nataka dili mwanangu, nipe dili alafu tuangalie tujue inakuwaje kwaje. Ngoya alipewa dili, Ngoya alipewa dili alafu ikawa tu fresh. Ulipofika nyakati ya kuondoka, Ngoya akachukua ndinga, akaona hapa cha kufanya ni kitu kimoja tu hapa ni kuondoka. Ngoya aliingia katika gari na kuwasha gari na kuondoka speed 120 kwenye kona shii akavuta waya kwa fidio ng'ola, likaita akapokea simu. Kauli ya kwanza ilitoka kwa ngwea tu, akaona ngoja kwanza nimuulize mwanangu, basi, toa kodi, toa location, someka wapi leo, lipobata wapi leo, kunaeleweka na pesa mengi, mpaka natamani jiteka. Ngwea akiwa katikati ya barabara, huku akiwa anaongea na simu na fidio, aliyopoa bonge moja la demu alivyopoa demu huyo, pasipo kujua, alijikuta anaingia katika mtafalu kulikuwa mkubwa sana, na mwanae mchizi Mox kugombea demu huyo huyo mmoja, ambao kila mtu alikuwa anasema demu wake, demu wake. Ngwea akanasintani mtoto mdogo atakuniambia kuniambia nini? Akachukua bebe moja kwa moja mpaka kiumeni na hicho ndio ambacho alichukua amekifanya, Albert Mwangwea. Tunaendelea kucelebrate muziki wake uliokuwa mzuri, ms iliotukuka pamoja na vibe la freestyle, ilikuwa ni noma sana. Popote pale ambapo alipokuwa Ngwea basi hakikisha kabisa vibe lilotukuka. Umeona bwana, mi naitwa Pin Rams talented boy, this is maktaba ya burudani.